Hebu naomba uniambie, unafahamu nini juu ya kifo cha mke wangu Sauda? Sauda? Ndiyo, Sauda marehemu mke wangu. Alafu pia nikuulize hivi, wewe haumtesi Zena hapa nyumbani? Ah, mbona.

Asa mimi nawezaje kuhusika, yaani mi nawezaje hmm? yaani nawezaje kumfanyia ubaya huo Sauda ikiwa wazi, unajua kabisa aliponitoa, nawezaje kufanya hilo mimi? Sijakuuliza haya kwa ubaya, lakini kuna mtu amekuja hapa nyumbani kwangu na kuna vitu vingi ambavyo amevizungumza, mm-hmm, ikiwemo hili, yaani kiasi kwamba nashindwa kuamini, halafu najua kabisa exactly, hauwezi wewe kuyafanya hayo. Jamani mume wangu, asa mi nawezaje kuhusika hmm? yaani mi nawezaje kumfanyia ubaya huo Sauda ikiwa wazi unajua kabisa aliponitoa nawezaje kufanyia hilo mimi. Alisema wewe ndo umehusika lakini nimeshindwa kumwamini. Alafu kwanza mtu mwenyewe ni kichaa, akili zake zipo kama hazipo. kwa hiyo <laughs> japo amenichanganya sana, kwa sababu nilimuuliza swala la mtego sana, hizo taarifa umepata wapi? akanambia Sauda ndo amemwambia. Sasa Sauda ameshakufa instead labda angeniambia ametoa sehemu nyingine, kwa hiyo mebaki, tuna alama ya mshangao. <sighs> Unajua, umenishtua sana mume wangu. Nikawa najiuliza, mume wangu kanichoka kiasi hichi mpaka kunitafutia sababu hii? Sawa, waendelea na shughuli zako, lakini tuombe Mungu maneno yake ukweli ndani yake. Uliondoka, ulikuwa hauko sawa. Kuna shida kwani ni... Ukweli, unanikosea sana mke wangu. No, tunakosea kwani hivi ni... ni kitu gani mmemfanya kizigo tano? Usiniambie sasa hivi umetoka kwa kizigo. Kukwambia, ni lazima unavyofikiria ndivyo hivyo hivyo huku ndio nilipokuwa. Hebu nisikize mke wangu, kama huyo mganga na watapeni anakula pesa zenu, basi ataendelea kuwala pesa mpaka mtakapoonja mauti, lakini msitugombanishe. Mimi na Kizigo, urafiki wangu mimi na Swaiba wangu umetoka mbali sana, kutoka huko Morogoro vijijini, Matombo Mkuyuni, lakini leo sio wewe, pamoja na wazazi wangu, ndio mnakuwa kikwazo. Jamani, Mungu amenipa rafiki mzuri sana sana sasa labda mngesema mimi ndio namloga Kizigo, lakini sio Kizigo anamloga mimi, kwa sababu mimi ndio ninayesaidia matatizo na Kizigo, lakini kwa sababu ufinyi wenu wa akili, basi mnajua Kizigo ndio anamloga mimi. Sio, mmenielewa? Lakini unarogwa wewe hivi? Kwani nyinyi mna mapungufu gani kichwani kweli? Nyinyi si mlisema mimi nimepona? Nyinyi si mlisema mimi niko sawa? Ah, ninachorogwa ni kipi tena? Kwa hiyo kati ya nyinyi na huyo mganga wenu, nani ambae hayuko sawa, au nani anaelogo mke wangu? Hebu tafakari, msi napoteza pesa kwa mambo ambayo haeleweki. Huu muda mke wangu, mimi naona ni bora sana tungekuwa tunahangaika kutafuta mtoto. Shume, leo, kuliko huo muda wa kutembea tembea ovyo pasipokuwa na sababu ya msingi. Itakuja kucost mwanaume, akivumilia sana sana sana anachoka. Hebu kaa mke wangu, tulia E, tafakari mzunguko wako wa hezi, siku gani ambao tunaweza tukafanya jaribu na tukapata mtoto, kuliko hii kuzunguka zunguka hii. Unaweza kuwa na nau hata mayai ndani ya mwili wako. Sitaki tena kusikia hayo mama. Vipi shoga yangu, kwema huko utokako? Ah, si kwema kabisa, si kwema. Okana ameanza kuhisi kuwa mimi nahusika na, na kifo cha Sauda. Mi nilijua hilo mapema na nilijua ipo siku moja atakuja kujua ukweli. Narudia tena, dawa yake ni kumuua tu. Nadhani unajua ni kiasi gani alivyokuwa anampenda mke wake. Wewe hajawahi kukupenda, ila ni huruma ya mke wake tu, la sivyo. Chagua umuue kabla hajakuumbua, au akuumbue ili uende kuozia jela. Nimefanya maamuzi, nitamua aelekee kuzimu. Mambo ndiyo hayo, shoga yangu, ila hakikisha hiyo kesi haikuangukii wewe. Nipe mbinu sasa, ndugu yangu. Halo, salama tu eh. Leo umenikumbuka mwanangu. Na kukumbukeni <laughs> sana mama, lakini <laughs> tuache na hayo. Kuna jambo kidogo mama, nahitaji tuzungumza. Nilijua <laughs> tu wewe kunipigia simu. Ehe, jambo gani hilo? Mama, sijui kama utanielewa hichi ninachokuambia, lakini nahisi kama Sairata anahusika na kifo cha mke wangu Sauda. Unasemaje mama, huyu mtu ambaye ameendelea kuja nyumbani kwangu tokitawa. Lakini umeenda wazimu Niamini mimi mama, anajua kabisa, anajua exactly nini anafanya. Unanisikia mama? Na kuna kitu amekiongea kuhusiana na Zena kwamba anateseka na kitu hicho, mimi nimeshakihisia muda mrefu sana. Angewezaje kujidondosha chini? He, hivi kweli mtu kama huyu ndo akupigwa mwiko tu na Zena akadondoka? Mama, serious kweli mama? Sikatai, ndiyo mama uliona, lakini akili yangu haikubali kabisa. Naona hapa kuna jambo mama. Vyovyote itakavyokuwa, kutoka sasa nitaanza uchunguzi juu ya kifo cha mke wangu na ikitokea ni nimegundua kwamba Sairata ndiye amehusika, Hatajua ukana ni nani. Kama anamchukulia mimi mtu wa kawaida, hatajua rangi yangu halisi. Nitamwonyesha mimi ni nani. Salama tano nini, ukoje oh? Lakini siku hizi sasa, wewe unioni hapo, unaondoka bila kuaga? Mke wangu, wajibu wangu mimi kama mwanaume nimekuachia shilingi elfu tano. We, si nimekupa shilingi elfu tano? Mhm. kwa hiyo ukiniachia elfu tano ndio umesha niaga tayari. Mke wangu, hebu jiamini. Anayejiamini siku zote apigi kelele. Nimekuachia elfu tano. Kuna watu wanaacha elfu mbili na wanajikuta mayele. Mke wangu, hebu niache mimi niende mimi. Sawa, mi najua, natamani niwe na wewe muda wote, tukae tuzungumze, lakini baby, nina mambo mengi sana, kichwa changu kina stress. Sawa, mi ndio mtu pekee ambaye nafanya kazi bila malipo, lakini pesa napata nakupatia wewe, mke wangu. I see you next time huyu kaka sasa hivi mbona kana nataka nipasue kitu? Wewe, wetani wewe sijui nitakuwa nimekufananisha ni mimi mwenyewe. Hebu tizama mikono yangu na miguu yangu. Ni yule ambaye akizungumza neno watu hawasadiki maneno yake. Sasa nimeatafakari sana maneno yako, lakini nimeshindwa kuamini moja kwa moja. Hivi unaweza ukaniaminisha? Sawa, lakini hata nikitaka kukuaminisha maneno yangu yatakuwa ni yale yale. Kwa hiyo pia hauwezi kuyaamini. Unataka nikuaminishe nini zaidi ya yale manenoawa? Kama kweli nafsi ya mke wangu ilikuwa inakutokea mara kadhaa, bila shaka utakuwa unafahamu ni sehemu gani ambao yeye amezika. Na ikitokea ni kweli, umenionyesha kaburi ambayo nilimstiri marehemu mke wangu nitakuamini, nitasadiki kabisa maneno yako. ili kukuaminisha zaidi na kuendelea kwenye nyumba ya milele ya mke wako hii hapa. Humu amjazika mtu, humu mmezika mgomba. Niamini mimi, hiyo nafsi bado ijafa, inatangatanga. Unajua, natamani sana kukuamini, lakini itawezaje eh? Hivi haya yote umeyajuaje kaka? Sasa kaka, unajua, siku zote tajiri kumwelewa maskini ni ngumu sana kwa sababu tajiri siku zote anaamini maskini ni maskini tu, hawezi kumpa ushauri tajiri. Ila ninachokwambia ndio hicho, sasa utajua mwenyewe. Umeamini usiniamini, utajua mwenyewe. Sasa subiri kaka, kwanza usiondoke, ungenisaidia eh? Tena namba yako ya simu basi, ili tuweze kuwasiliana. Braha, namba ya nini sasa, wakati wewe tu huwezi kuniamini eh? Namba ya nini? Nisikilize Mr. Bushman, na kuamini na pia nafikiri nitaanza kufanya uchunguzi wangu juu ya swala hili. Kwa hiyo utanipa uta, uta msaada? Nitafanya uchunguzi sawa, ila nataka nikushauri jambo moja, kuwa makini sana na huyo mwanamke wako. Cha kwanza kabisa natakiwa utambue huyo mwanamke uliooa, laza umejiwekea sumu kwenye chakula mwenyewe kuwa makini sana. Sasa, Saidia basi. Usisubutu kunibipu, nipigie muda wote. Sina salio. Ah, asante sana. Lakini nimekuwa nakuita Mr. Bushman mara zote. Sijui jina lako nani. Mimi naitwa Tano, wengi wanapenda kuniita kamanda, mtu ambaye naona vitu visivyoonekana sawa? Okay. Lakini mi nitabaki na hilo Mr. Tano. baki na nata Tano. Sio tano chama Tanu, ni jina ambalo alinipa baba yangu. Tano ni mtu mwaminifu sema okay okay. takutafuta okay.

na kama kweli unatokea duniani, kwa nini usimtokee mimi, mume wako? Unaenda kumtokea ubushman, kichaa kabisa. Nilisema eh, eh, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nimekuzika mke wangu, mbona unaletea utata sasa? Naamini Mwenyezi Mungu ruku pamoja na mimi nitapata ufumbuzi wa ili. Uh -huh. Stop. Stop. We dada muuaji, sura yako tu inaonyesha kwamba wewe una roho mbaya, muuaji mkubwa wewe. Dada wa watu sasa hivi anateseka, anateseka. Hivi ulishindwa nini wewe kumsubirisha baki siku zake alizopangiwa na Mungu ndio afe uanze kutawala hizo mali eh? Ulishindwa nini ndugu yako? Hivi unanitafuta nini mimi wewe? Hivi wewe dada. Wewe kwenye maisha yako unapata raha gani eh? Dada wa watu umeshamuua, umemwangamiza, lakini bado nasi pia unaitafutia waganga, unaishikilia eh? Una we una raha gani wewe? ni mtu gani? Mi naona kaka unanizoea vibaya. Una ushahidi gani kama mi ndo nimemuua Sauda? Aha. Sasa subiri shoga yangu nikupashe upashike na heshima uweke, nikupashe upashike heshima uweke, nikupashe upashike heshima uweke, heshima uweke. Unasemaje? Heshima uweke. Sasa nimemwambia kila kitu mume wako, friji langu bovu, mimi siwezi kuona Sauda, dada Ghost anateseka kiasi kile afu nikakaa kimya. Mume wako yuko huko makaburini. Nimemwambia kila kitu, Mwenyezi Mungu ananiona kila kitu, nimemwambia na akanitoa. Moja kwa moja akanambia nipe ushahidi, kanionyeshe kaburi la mke wangu kama kweli wewe unajua kila kitu. Ha, mi tena na kimbelembele, nimemchukua baba, subiri, nimemchukua pap, moja kwa moja mpaka makaburini. Nikaambia bwana, hapa ndio mke wako alizika mgomba. Kwa hiyo nimemwambia kila kitu. Ukienda nyumbani, mama, kitu unachoenda kukutana nacho, hey, sijui wasi mjanja wewe si ndo bingwa wa kuua watu? Wewe umesaidiwa, usaidiki haiki. Umekutana na chuma mwenda wazimu. Wewe unasemaje? kula chuma hicho mama. Eh, nishamwambia kila kitu na mume wako kaniamini. Mimi hapa nimetua tap. Sasa hivi sidhani kama mwanangu Zena atateseka tena. Wewe sisi tunaomba Mungu mtoto akue, akomae, usimtese usifanye nini, akichezwa ngoma achezo kweli, kama ni mume apate, kama ni kazi apate. Wewe unataka kutuharibia mtoto sasa. Mume wako kaniamini na huko unako kwenda, mama, huo moto unaoenda kuwaka. Mume wako analia makaburini, Sauda, Sauda. Nikamwambia baba, hapo Sauda hayupo, mke wako kazika mgomba hapo. Kwa hiyo ukienda huko, unaenda kukutana na chuma. Mwisho wa ubaya. Haibu, umepewa lift, unapiga naoni, Songolo maridadi Hivi baba, kwa nini hizi mali zote ulizotafuta na mama yangu, kwa nini umeniandikisha mimi na sio mama? Hivyo uoni kama utanipa wakati mgumu kenye maisha yangu sasa? <coughs> wakati <coughs> so mgumu kwa wapi hapo binti yangu eh? hizi assets mimi ndo owner, ni sababu yako hizi, kwa hiyo nina haki ya kuchagua nani nataka adhirithi na mimi wewe ndo my choice, sawa? Kwa hiyo sioni kama una haja ya kuwa na wasiwasi juu ya hilo. Yeah, lakini nataka nikupe angalizo, hizi mali na assets zisikupe kiburi, zisije zikakutoa utu wako, sawa? Wewe concentrate na masuala tu ya education, yaani ekeza akili zako huko kwanza. Sawa, hizi e, mali zipo na maisha yanaendelea. <laughs> Hivi baba, kipindi ulivyokuwa mtoto, ushawe kupitia wakati mgumu alafu ukashinda kumwambia hata mtu wako karibu? Ah, karibu kwa nini? Uniuliza swali kama hilo? Binti yangu, mbona uniuliza jambo zito sana?